Mimi ndo mtu pekee ambaye anaweza nikatatua changamoto zote za hapa. Ni vema uniambie ni kitu gani ambacho kilitokea, ili angalau nipate wapi pa kuanzia. Usije ukatengeneza mazingira ya kuficha chochote. Basi sawa, kwa sababu ndo hivyo ilivyotokea. Wacha mimi niendelee kutafuta tafiti wao, pengine nikijua na nitajua wapi nyumbani. Bahati mbaya na nami natoka, kuna sehemu naelekea, labda kwa kesho. Kama ni shida ya kumalizana hapa, basi sawa, haina haja, hata hapa hapa tunamalizana tu. Basi sawa, kama ni shida ya kumalizana hapa, nasikia natoka na mashaka. Naam ndugu, nikukuta hapa nikwambia kweli ile siku nimemsindikiza uivichiumu kuna kitu cha ajabu nakiuma, na kilikuwa kinaka ishara ya kifo na hisi kutakuwa kuna uchawi na mashaka. Yupi kwanza? <laughs> unajizima data si ndio? mkuwashe upya si ndio? sina muda mchafu kama huo, labda nisikilize kiustaarabu tu Mi mwenzio nimefungwa, sijafungwa kupigizana kelele na watu na barabarani, si kama unanielewa. na kingine hebu jaribu kujistiri, kama ngo ya ndani sio kwa na doa nyeupe. Yaani nyeupe <coughs> kama ungekuwa unataka nijistiri sawa, ungekuja beba mimba ya mwanaume mwingine kuja kupachika kwa mwingine, na no unang'ang'ania, umeweka kizingiti sawa, una haya, we dada ana mdogo wangu au umeanza kuogopa kazi anazofanya mjomba za kuosha? Mimi hapana, mimi nishazoea. Hili swali umeshamwambia mtu yoyote? Sasa usimwambie mtu yoyote, ili swali tutalimaliza mimi na mjomba. Nisikilize wewe dado uliyekonda kama ng'ombe wa kafara, usinitafute la rohoni. Kaa kwa kutulia na hilo komo lako kaa uonjo wa Mkapa. Nisikilize kwa makini na unikome kwa siku nyingine tena, shika adabu yako na ikushike. Kazi kuvaa madera, nyao <laughs> Aa, metoka kanisani. Metoka wapi? Me metoka kanisani. Tangelini meanza kwenda kanisani ni kanisani siku zote, michezo yote kanisani na hiyo. Yule kijana ulio naye nishapata taarifa zake. Kijana yupi? Mbona mimi simfahamu, mimi sina mahusiano yote kwa kanisani, wala sina kijana kanisani, kijana huko kanisani, sikuelewi mimi. Nachoongelea hapa nimesema hivi, taarifa zake ninazo, kwa bahati mbaya sijamfahamu, ila siku nikija nikamfahamu kufanya kitu kibaya kibaya hivyo. am amb ile juzi kudondoka, ukusema ni kitu kilichokusibu, hata leo uko kimya. Unaweza ukaniambia mimi kilichokukuta? Sasa kaka, mimi sikuelewi. Sasa utamfanya nini? mi sina mahusiano nimeshakwambia sina mahusiano, sina mtu yaani, hivi nimesha sema hivi, nikamfahamu yule kijana nitamfanya kitu kibaya paka. Na kuhusiana swala la kanisani, muda huu saa hii inavyoongea na wewe

ko nimemaliza, kama unavyo nitwaga, huwa siongei mara mbili, nimesema full stop. Kuna kwenda kanisani

ali ila nilikuwa na ombi moja, si unajua mimi naondoka. mm -hmm. Kuhusu yale maswala ya chakula watapilaji kustawi <laughs> kuhusu hilo, ifya yangu, yani, ondoa shaka kabisa, maana mi mwenyewe najua yeah. ila <laughs> nilikuwa na ombi moja tu, ifikapo usiku ningeomba ustoke nje peke yako, au kama kuna kitu chochote unahitaji, ningeomba zaidi kaka ndo akusaidia kukiingiza ndani, au kaa ndani, au ukihitaji kwenda chooni akusindikize yeye. Yani ni kama unaniacha niapana iana bahati kakubaka

Unajua mimi ni wa muda mrefu sanye, bado wadogo tu wa hivi nasangal, mpaka umekuwa hivyo. Si unajua si ni watu hapa hapa, mnaenda mkienda huko, lakini hapa mnarudi tu, ila mjomba, wewe suzeki tu. Kwa hiyo azeeka, umri umri una umeenda, sema tu unaniona <laughs> kwa uoga tu. Sanga ujio wako. Umefuata nini? Oh, ujio nimejia nini? Hapana. Sijajua umejia nini. Nilimtuma mdogo wangu kuja kwenye kanisa lako kwa ajili ya kusali. Unajua nini kingine kinafanyika? Hapana. Ujui. Mjomba ana shida. Shida gani mjomba? Mjomba, si unajua tena hichi kijiji tunachokaa mjomba, ushirikina umejaa. Ndio idi mtu unaishi hauna amani kidogo tu <clears> hivi <throat> yamekukuta sasa mjomba. Ni kuja hapa mimi niko naomba nivekatambuvu kidogo tu mjomba, utaweza masharti mjomba? Sasa jichunguze, muda sio mrefu, unaenda kupoteza mwumini wako mmoja kwenye kanisa lako lakini situzungumze tu, tuyamalize. Ni jambo gani hasa mbayo mpaka tufikie huko? Kana kijana wako, mwambie akae mbali mbali mbali na mdogo wangu. Mdogo wangu alikuja kanisani kwako kwa lengo la kuabudu si kuingia kwenye mahusiano ongea na mwanao. Ndio. Kani msiweze mashati jamani. Asa, unaweza kupewa nguvu afu baadaye ukazifanya tofauti tofauti, sasa ukaja kuwa nshoti. Ndio maneno yanayotoka mdomoni kwako. Mimi kuna siku nimewahi kulikeuka kweli. Basi hamna shida, mjomba. Acha nijifikirie jibu ntakupa. Tampa nani tofauti na wewe? Ndio maana mimi nikipata shida mjomba, wana kukimbia eh. Sawa mjomba, kama jambo hilo, mimi atakapofika tu ntamweleza, nitamwambia achane nalo kabisa, jambo hili kabisa. Nakuahidi atakapokuja tu ntamweleza jambo hili. Nakuomba, nakupa na onyo, kitakachokuja kutokea baada ya hapo sihitaji kulaumiwa. Narudia tena, ongea na mwanao, nitampoteza. Tafadhali usifanye hivyo. Usifanye hivyo kama nilivyo kuahidi, atakapofika tu mi nitamueleza achane na jambo hili, na kuahidi. Tafadhali sana, nimemaliza. Mwenyekiti, nimekuja hapa kwako, kuna malalamiko nimeyaleta, unisaidie. Asubuhi nimetoka nikaenda shamba, nilipo rudi nakuta mdogo wangu analia kabakwa, aliye mbaka dibahati, na mimi nikaona si vyema nichukue sheria mkononi, ye hali uongozi upo. Nikaona ni vyema nifike kwenye uongozi nijue wananisaidiaje kuhusu hii swali. Sawa, mimi nimekusikiliza, tena nimekusikiliza vizuri <coughs> sana, lakini mimi nitakupatia swali mmoja, lakini kabla hilo swali nitakupatia mfano mmoja, ambao nao pia wana swali ndani yake. Ndio mwenyekiti, nakusikiliza. Tunda linapokuwa mtini tayari limekwisha kuiva nitakuwa kinachofuatia iwe ni nini? Uh, tunda linapoiva kuchumwa na kuliwa. Umenijibu vizuri sana. Narudi kwenye swali langu sasa, kukuuliza wewe, na kikombe cha mdogo wako ulihitaji wewe ndio kivunje Ukatili ni kwetu sisi, machozi kudondoka kila siku ni kwetu sisi, yani yule na huyo kugombana, furaha kwako, mauaji ya kutisha sababu ni wewe, uchawi wa kutisha diknini mwisho wa ubaya, jua ni aibu, watupe tabu, ipo siku taibika. Hizi shida lewe unazotupa, machozi yetu, ipo siku taibika.